Veget Foundation imetangaza kwamba inakusudia kufungua hoteli ya kwanza angani iitwayo Voyager Station mwaka 2027. Voyager Station itajengwa na kampuni ya ujenzi ya Orbital Assembly Corporation ambayo inahitaja kama kampuni ya ujenzi kubwa ya angani ya kwanza duniani. Kwa mujibu wa shirika hilo, ujenzi wa jengo la mita za mraba 50,000 utaanza mwaka 2026 na abiria wa kwanza watatembelea hoteli hiyo mwaka 2027. Itakapofunguliwa hoteli inayozunguka itakuwa na vyumba vya kukaa kwa watu hadi 440. Umbo la pete inayozunguka litatoa mvutano sawa na moja ya sita ya mvutano wa dunia. The Gateway Foundation ilifichua muundo wake wa hoteli ya angani ambayo hapo awali ilijulikana kama Von Braun Space Station mwaka 2019. Wakati huo, mchoraji mkuu wa muundo Tim Alator alieleza kwamba lengo la mradi huu lilikuwa kufanya ziara ya angani kuwa rahisi kwa kila mtu. Hatimaye, kwenda angani itakuwa chaguo lingine ambalo watu watachagua kwa likizo zao, kama vile kwenda kwenye meli ya kifahari au kwenda kwenye Disney World, alisema Alator kwa Disney. Kwa sababu gharama za jumla bado ni kubwa, watu wengi wanafikiri kuwa utalii wa angani utapatikana tu kwa matajiri sana, na ingawa nadhani hii itakuwa kweli kwa miaka michache ijayo, The Gateway Foundation inafanya lengo la kufanya usafiri wa angani uwe wazi kwa kila mtu. Tangu kuzinduliwa kwake, Obito Assembly Corporation imefichua maelezo zaidi kuhusu muundo na ujenzi wake, aliongeza. Elementi ya kwanza kujengwa itakuwa muundo wa pete ya kati isiyo na shinikizo ambayo itakuwa na kituo cha kushikilia katikati yake. Baada ya hii, trasi ya pete ya nje yenye kipenyo cha mita mia mbili itakusanywa na kuunganishwa na pete ya kati kupitia mtandao wa nati. Pete hii itasaidia moduli 24 za makazi ambazo zitatumika kwa malazi ya hoteli, migahawa, baa, mazoezi, malazi ya wafanyakazi na vyumba vya utafiti wa kisayansi kwa mujibu wa shirika hilo Voyage Station itabuniwa kuwa na hisia za hoteli ya kifahari, ikiwa ni ndani za starehe ambazo zitakuwa na muonekano wa kisasa. Katika filamu ya mwaka 2001 A Space Odyssey, station 5 ya Stanley Kubrick ni hoteli yenye rangi nyeupe isiyo na maisha kama makumbusho, alieleza Alator katika mahojiano na Dizin. Ingawa ilileta hisia za wazi za kisasa katika filamu, kwa kweli haikuwa nafasi ya kuvutia sana kama wanadamu tunahusiana kiasili na vifaa na rangi za asili. Voyager Station itakuwa na aina mbalimbali za malazi ya likizo ikiwa na vilabu vya kifahari vya mita za mraba 500, vitakavyopatikana kwa kukodiwa kwa wiki, mwezi au kudumu, alisema. Vila hizi zitakuwa na nafasi ya kulala kwa watu 16 pamoja na vyumba vitatu vya bafu na vifaa vya kupikia. Pamoja na vila, kituo cha angani kitakuwa na vyumba vingi vya hoteli vya mita za mraba 30 vitakavyokuwa na vitanda viwili na bafu binafsi. Kwa mujibu wa The Gateway Foundation, kwa kuwa hoteli ya angani itakuwa na mvutano, wageni wanapaswa kutarajia uzoefu unaofanana na kutembelea hoteli ya hali ya juu na migahawa itakayoshindana na maeneo bora duniani. Wageni wataweza kupumzika katika baa ya ngazi tatu yenye kipengele cha maji kitakachozuia sheria za fizikia. Tunapanga kuwa na jiko, huduma kamili za vyakula vyote ambavyo ungeweza kutarajia kwenye meli ya kifahari au hoteli kuu, alisema Alator. Masuala mengi ya kimahesabu kuhusu huduma za vyakula yalitatuliwa miaka mingi iliyopita na sekta ya meli ya kifahari. Moduli ya shughuli za mazoezi yenye dari za urefu wa mita saba itatumika kwa michezo ya mvutano mdogo. Usiku utatumika kama ukumbi wa mziki mdogo ambapo wanamziki wakubwa zaidi duniani watatumbuiza kwenye kituo cha anga kilichozunguka dunia. Voyager Station ilikuwa inapangwa kufunguliwa mwaka 2025 lakini ucheleweshaji kutokana na virusi vya korona umechelewesha ufunguzi huo hadi mwaka 2027, ilisema kampuni hiyo. Wachoraji na wabunifu wengi kwa sasa wanajitahidi kuendeleza utalii wa angani. Hivi karibuni studio ya kubuni ya Priestman Good ilikuja na dhana ya mpira wa juu wa utendaji ili kuwachukua watalii wa anga kwenye cruise kuzunguka stratosphere. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.